Katika kizazi chenye kelele nyingi sauti ya maono haipotei hapa. Tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea, tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husherehekewa. Ok, sisi tumefaranyika baraka kwa sababu kwanza Mungu ametubariki sisi. Kwa hiyo Mungu ametubariki sisi ili na sisi tuweze kuwabariki wengine. Tuna wabarikiji, ndio, ndo kwa hivyo ambavyo tunavyotoa huduma. Kwa hiyo tunavyotoa huduma, tunabariki wana wa Mungu ambao tumeajiri pia wana wa Mungu wenzetu, wana wa Mungu nao wamefanyika baraka kwenye, kwa sababu tumewaajiri na tunawalipa. Kwa hiyo na wao wana vitu ambavyo wanavifanya kwa kupitia hii kampuni yetu, na na pia pia tunabariki dunia kwa vile kwa ili huduma ambayo tunatoa huduma, kama alivyoelezea mkurugenzi mwezeshaji, tunatoa huduma ambayo ni nzuri na kwa uaminifu zaidi na eneu kwa mfano tutakukaribisha uje ule chakula chetu, utaona tofauti na sehemu nyingine. Tuna ubora kwenye chakula, testi na kila kitu. Kwao sisi tumefanyika baraka, tunabariki dunia, tunabariki watu. Kwa mfano tunabariki familia, na maana tunapoajili watu, tunapowalipa nao na familia zao, familia zao pia zinabarikiwa. Tunapofanya vitu, labda tunafanya manunuzi, tunalipa kodi, taifa pia nalo linabarikiwa tunafanya vitu vingi kwenye logistic, tunavyotoa huduma za usafirishaji, tunavyoajili watu hiyo equipment, kwamba tunaajili wafanyakazi namna, tumebariki familia nyingi sana kwa kupitia maono husheherekewa. Kipindi ni Wenye Maono Husheherekewa kinachopijia hapa hapa Sonship Spirit TV kila siku ya Jumatano saa kumi na mbili jioni. Ukikosa kipindi hiki utakosa mambo mazuri bwana. Vijana wengi tunaogopa sana ku, uh, kuingia kwenye familia, lakini unaona kuna mambo mazuri sana kwenye familia. Kwa kweli nimekuwa mfano mzuri sana kwetu, ninaamini kwamba watu wengi wamejifunza kwamba kwenye familia tunaweza tukapata vitu vizuri sana. Labda turudi nyuma kidogo kuzungumzia God's Blessing. Tumeangalia mchakato mzima ambao umeleta shughuli zote au servisi zote zinazotolewa na God's Blessing lakini Una kiini chochote au sababu yoyote ya kwa nini mkaita hii God's Blessing. Kwa nini jina God's Blessing? Okay. Ya, swali zuri. Ah, ngoja nipitishe kwa mkurugenzi. Kwa sababu alishaanza kulijibia, aendelee nalo. Okay. Kwa nini tumeita God's Blessing? Kwa sababu kwanza, kama tunavyojua kampuni yoyote inabebwa na jina jina ndo linalouza kampuni. Kwa hiyo katika kwenye mchakato wa kupata jina la kampuni, tukakaa chini na kufikiria kampuni yetu tutahitaji, kwa sababu kama nilivyoelezea mwanzo, kampuni yetu ni maono yametoka kwa Bwana. Kwa hiyo ilibidi turudi kwa Bwana kumuuliza kwamba je, umetupatia maono ya vitu vya kufanya, lakini je, kwenye haya maono kwenye hii kampuni ambayo tunataka tuifanye, tutaita jina gani? Kwa hiyo tukairudi tena kwa Bwana. Kwenye kurudi kwa bwana sasa, akatupatia neno. Mungu anazungumza na kupatia neno kwao. Bwana alitupatia neno kutoka kwenye kitabu cha Isaya 63 mstari wa saba. Kwa hiyo kupitia ule mstari, baada ya kusoma, kama ukipitia ukaangalia, kuna neno pale kukirimia kukirimia unaweza kusema kwa lugha nyingine, kubariki au kufa. Yani kukirimia namaanisha kwamba kubariki, kwamba bwana ametubariki. Kwa hiyo tukapitia tuka ule mstari mmoja baada ya mmoja kwene lile neno, tukasimama kwa neno la ametukirimia, kwamba Mungu ametubariki. Kwa kama Mungu ametubariki, na maana sisi ni baraka. Kwa kama sisi ni baraka, inamaana Mungu ametubariki ndipo jina la lalikafanyaje likapatikana kupitia huo mstari wa Isaya 63:7 na umezungumza mazuri sana na umetuonyesha vizuri. Umefikaje mpaka kuwa waraka kwa watu wengine? mm -hmm. Lakini hapo nyuma kidogo, nikueleza mchakato wa namna ambapo mlipata hizi service mnazozifanya mkitizama, kutoka katika vitu ambavyo vilikuwa vinafanywa na familia nyuma, kutoka katika familia zote mbili mm -hmm, na mkapata vitu kutoka familia ya mama na mkapata vitu kutoka familia ya baba mm -hmm. Kwa vile ambavyo vilikuwa vimeshindikana kuendelezwa kwa, kwa maana hiyo mkafanyika kwa waendelezaji kwa vile vilivyokuwa vimeshindikana. Kwa hiyo sasa, kama nyinyi mmefanyika kwa waendelezaji wa vile vilivyoshindikana, hawa walioshindwa wamebarikiwaje na nini kujua au kuwa waendelezaji wa hivyo vilivyoshirikana kwao, kwa kupitia sisi kama tulivyokuwa, jina letu naeleza tumefanyika baraka. Kwa hiyo kupitia sisi kile ambacho tumekifanya na kuwabariki wengine ndani ya familia yetu, nao wakataka kufanyika baraka kwa vile vitu ambavyo walikuwa wanavyo wao. Walikuwa na mawazo, walikuwa na hivyo vitu, lakini walikuwa hawajui watavifanyaje au vitakuwaje. Lakini kwa sababu wametuona sisi tumefanya, kwa kupitia sisi na wao wakaamka na kuanza kufanya. Kwa hiyo, tumefanyika baraka. Kwa mfano, sisi kwenye kampuni yetu, kwenye huduma ya catering kwenye catering lazima kuna vitu vingi ambavyo unahitaji kufanya manunuzi, watu. Kwa hiyo sisi tukafanyika baraka kwenye familia zetu, kwanza kwa kuajiri wana ndugu ambao tunashirikiana nao kwenye biashara. Pia ndani ya hizo familia zetu kuna watu ambao walikuwa na biashara zao ambazo zinaendana na ile kitu ambacho sisi tunafanya, tunakifanya. Kwa hiyo tukawa tunafanya mzunguko ndani ya familia zetu, kwamba sisi na familia zetu tukawa tunafanya biashara umo mu kwa pamoja. Kwa mfano, sisi tunafanya biashara, tumefanya huduma ya catering. Wahudumu wahudumu ambao tunafanya nao kazi ni familia. Vitu ambavyo tunavinunua ni ndani ya familia. Kwa mfano, kuna watu ambao wanauza michele, kuna watu ambao wanauza mafuta, kuna watu ambao wanauza vitu ambavyo sisi vitatusaidia kufanya kule biashara. Kwa hiyo sisi, tumefanyika baraka, tumewafanyia pia baraka na wao kwa kuwabariki, kuwapatia fedha ambazo tumenunua vitu kutoka wao na pia kuamsha wao kwenye mawazo yao, kwa sababu pia kwenye catering pia kuna watu ambao walikuwa wanafanya catering. Kwa hiyo mtu kupitia sisi tumefanya catering kwamba tumepata tena ya huduma kwa watu, tunashirikiana kuongeza ujuzi zaidi na wale ambao wanafanya hizo huduma kufikisha huduma kwa wateja wetu ili wapate huduma bora zaidi. Ninaamini kwamba uh, furaha ya jambo lolote ambalo Mungu anakuwa kukupatia ni kuzaa. Nadhani katika God's blessing watu wanaofanania watu ambao unaweza ukasimama leo ukimwachia unajua, unaweza kasimama na generational uh, company kama God's Blessing. Na mna wajengeaje uwezo wa watu wakiwa chini yenu? Swali zuri sana ni kweli, ukiangalia aina ya service ambazo tunazifanya ya, na vilevile ukiangalia God's Blessing. ni Generation, ni family company ambayo lengo lake lengo letu hii kampuni iende kwa vizazi vizazi, vizazi. Yes, wote wanaokuja kwa sababu hatutaki kilichotokea nyuma kije kutokea tena. Yes, kwa sababu nadhani umeona jinsi wazo lilivyopatikana. Maana yake kurugenzi mwenza aliangalia upande wao, aina ya kazi ambazo zili feli kipindi cha nyuma pia mimi upande wetu tuangalia. Kwa maana hiyo, hatutaki hiki kitu kije kutokea tena kwenye baadaye kwa vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa hiyo kilichofanyika kutokana na hizi service ambazo tumezizungumzia hapo mwanzo ambazo tunazitoa ya, sisi tuna watoto yes, tuna watoto ambao watoto na vipawa vyao ya, kwa hiyo kwenye hivi vipawa, maana yake mpaka sasa tumesha tayari tumesha plani tumesha plani, na tumeshaanza kuwa involve tumeshaanza kuwa involve wa watoto ya kuhakikisha baada ya muda wanaanza kusimama wao kama wao kusimama na kampuni. Yes, wanaanza kusimama wao kama wao na kampuni. Kwa hiyo naweza nikatolea mfano uh, tumezungumzia swala la logistics yes. Ya, tumezungumzia swala la logistics ni moja ya service ambazo tutazifanya ya, kiangalia pia tuna mtoto wetu ambaye ana malengo ya kuja kuwa kudiscover magari yes. Yes, kudiscover magari sasa. Umeona tumeona, tuna logistic services tutakuja kuwa tuna, pia tuna automobile services yes, sababu tuna garage pia yes, kwa hiyo kupitia huku maana yake huyu atatimiza ndoto zake, na vilevile kwa kuwa ni ndoto zake ni rahisi pia kuliendeleza yes. Kwa hiyo tumeshaanza kuwa involve pia kwenye generation yetu, kwenye familia watoto wetu. Tuna mtoto wetu ambaye ni multi talented yes, ambaye ana anajishughulisha na anapenda zaidi na kashafanya mara nyingi ishu za anapenda sana kutengeneza keki. keki. Wow. Yes, anapenda kutengeneza keki. Kwa hiyo kwa kuwa tuna catering services na moja ya services ambazo tutakuwa tunatoa apart from chakula pia tutakuwa tunatengeneza keki kwa ajili ya harusi, birthday, na sherehe mbalimbali kwa ajili ya makampuni. Ya, yeah, kwa hiyo pia tumeshaanza kumu kumuinvolve pia, yes, kuhakikisha ili wazo linaendelezwa. Na hatuishii tu kule Vilevile, tumeshatengeneza organization structure ambayo tunajua kabisa hii ni managerial position, kutokana na hizo talent zao, yupi atakuja kuwa nani, yupi atakuja kuwa nani? Na katika umri huu ambao bado, uh, ni umri mdogo, unawezaje kuwashirikisha katika masuala ya kikampuni? Au ushirikishwaji wao kwenye kampuni, kwa ushirikishwaji uh, wao kwenye kampuni kwa umri wao, yani kuhakikisha mfano tunakuwa tuna vikao si ndio? Ile ya kampuni unahakikisha wanakuwepo, wanakuwa wanasikia vile ambavyo tunavizungumzia. Na nikizungumzia huyu ambaye ana malengo ya kuja kuwa kudiscover magari, yes, mara nyingi huwa na mwimbovu ya nikiwa naenda kwenye ishu zinazohusiana na magari, mfano ni service ya magari ya, mara nyingi nataka kufanya vitu fulani kwenye magari na kwa niko naye ya anahakikisha anaanza kuzijua parts, yes, anaanza kuzijua parts za magari na ameshafikia stage nzuri sana, yes, anajua parts za magari ya yeah. Niko hivyo na umenifanya niwaze niwaze niwaze niwaze jambo moja. Uh, umenifanya niwaze kwamba ndani ya God's blessing Mwana anayezaliwa ndani ya God's blessing haruhusiwi kuwa na ndoto tofauti na kile kilichoka ya, yeah, kwa sababu lengo ni kuendeleza wazo, yes, wazo ambalo tayari lipo yeah. Unajua sisi naweza nikasema si, siwezi nikasema vibaya kuwa wale walifeli walishindwa, na ukiangalia kuwai walifeli kwa sababu ushirikishwaji ushirikishwaji ulikuwa mdogo, kwa sababu wale walikuwa wana watoto, hawakutaka kuwashirikisha ya kwa asilimia mia moja ya yeah. Hawakutaka kuwashirikisha kwa asilimia mia moja kwenye usimamizi, hawakutaka kuwashirikisha kwenye asilimia mia moja kujua au kampuni lina operate, asa mwisho wa siku wanapokuja kuondoka duniani sindio, wakawaachia wale, wanashindwa waanzie wapi hilo ndo tatizo kubwa, wanashindwa waanzie wapi? Ndio waanzie wapi. Mwisho wa siku ndo uwaga chanzo cha makampuni kuporomoka, yes, au kama ni biashara fulani inaporomoka kwa sababu ushirikishwaji wa